langu jina ni Godifrey Kazinja na kuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Hali ya ubaridi kwa usiku wa leo, tunaona zaidi maeneo ya baridi ni maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi kwa nyuzi joto kumi katika mkoa wa Njombe, kufuatiwa na nyuzi joto kumi na nne katika mkoa wa Mbeya kwa usiku wa leo maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma kwa tuliko na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini isipokuwa katika mkoa wa Morogoro, hayo maeneo yanatajwa na hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi zinatajwa na hali ya ukavu kwa ujumla, na mifumo ya upepo inatuonyesha kwa siku ya kesho, upepo kwa ujumla unatarajiwa kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi kwa siku ya kesho hali kadhalika, ukanda wa ziwa Viktoria yakijumuisha na mkoa wa Kigoma kwa tuliko na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua, ili hali maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mwambao wote wa pwani ya bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro, hayo maeneo tuliko na hali ya mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zosalia zikitajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa Tumalizia utabiri kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa upande wa mkoa Dodoma, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 17. Mkoa wa Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Ili hali mkoa wa Kilimanjaro ukitojwa kuna hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Arusha kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto kumi na sita. Kutoka mamlaka ya Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema.